Sana, swali letu ni zuri na nadhani um, mm, yes. Uh, swali letu ni zuri nadhani, linatusaidia pia kuweza kuona namna gani ambao tunaweza tukaendesha biashara zetu zikatusaidia kutimiza ndoto, maono, malengo tulionayo kwenye maisha na makosa ambayo wengi wanayafanya na anaopelekea biashara nyingi kuanguka ni yale ambayo ni ya kiufahamu lakini pia kuna yale ya kitabia, lakini pia kuna yale yanayotokana na maono au mwelekeo wa maisha ya mtu binafsi. Kosa la kwanza ambalo wengi wanalifanya ni kufanya biashara wasioijua. E, unaingia kwenye biashara kwa sababu umehamasishwa, unaingia kwenye biashara kwa sababu umesikia wengi wanaifanya, unaingia kwenye biashara kwa sababu umepata pesa, unaingia kwenye biashara kwa sababu una shida ya ya kupata pesa au una changamoto labda za kimaisha ambazo zinakukabili, au unaingia kwenye biashara kwa sababu umeambiwa kwamba labda kwa sababu umeajiriwa unahitajika utafute chanzo kingine cha mapato. Kwa hiyo unaingia kwenye biashara bila kuwa na taarifa za ndani zaidi kuhusiana na biashara hiyo. Biashara nyingi zinaanguka kwa sababu waendesha biashara wanaendesha biashara wasizozifahamu. Ni kama mtu tu anaingia kwenye ndoa afu hajapata elimu ya ndoa, obviously kuihandle ile ndoa inaweza ikawa ni changamoto au unasafiri safari usioielewa. Kwa hii ni moja ya kikwazo kikubwa zaidi ambacho kinapelekea anguko la biashara nyingi. Lakini pia changamoto nyingine inayopelekea watu wengi kuanguka kibiashara au kukosa mwelekeo wa kibiashara au kukosa e, matokeo sahihi yale ambao wanatamani kuyapata kwenye biashara zao ni pamoja na kuchanganya undugu na biashara kuchanganya maisha yao binafsi na biashara, kuchanganya mambo ya kiimani na biashara, kuchanganya maisha nje na biashara unaingiza kwenye biashara. Kwa mfano tuanze kwenye eneo la familia na biashara. Familia nyingi zina, yani mtu anaanzisha biashara alafu familia ina, inadhani kama inaubia lau ina haki au ina sababu za kushiriki eh, bidhaa E, matokeo au huduma zinazotolewa na mfanya biashara husika wanakuja pasipo kulipia. Maana yake hapa umeichanganya biashara unaifanya ume kama ni binamu yako. Biashara haikutambui, haiwatambui ndugu zako. Sasa hili ni tatizo, lakini pia kuna ile kwamba kuchanganya maisha yako binafsi na biashara. Sasa biashara nyingi zinaanguka kwa sababu unakuta mfanya biashara huyu huyu ana- anachukua pesa kwenye biashara ana tumia kwa matumizi binafsi anachukua pesa be, kwenye biashara anaenda ku, kuifanyia matumizi ambayo yanaenda kusustain ku labda zile kuna zile basic needs lakini kuna zile wants yale mahitaji ambayo ni ya muhimu na yale ambayo sio ya muhimu sio ya lazima lakini watu wanayatumia kwa ajili ya kurefresh kwa furaha ya kwenda kuenjoy kidogo weekend eh, kutoka out kidogo eh, kwenda kutalii au kufanya vitu ambavyo vinaburudisha vinafurahisha na kuleta hamasa ya maisha. Sasa hili ni tatizo lakini, pia kuna wale ambao wazee wa imani wale sema sasa, kwa sababu mimi na imani alafu huyu ni kiongozi wangu wa imani, wanachukua pesa kwenye biashara ambayo haikujui kuhusu imani yako, haielewi chochote kuhusu imani yako. Kuna nje kwamba kuna ile kwamba e, fungu la kumi, lakini wengine wanachukua pesa kimakusudi. Amepita mtu ambaye wanaabudu wote labda kwenye dhehebu fulani au kwenye dini fulani, anaamua tu kum bless au amepita mtu ambaye ana changamoto labda ombaomba omba, omba. E, unamsaidia kwa kutumia pesa ambayo iko kwenye mzunguko wa biashara. Kusaidia ni jambo jema, lakini kusaidia bila ufahamu ni tatizo ambalo linaweza likaangusha biashara na kusababisha kushindwa kuweza kupata yale matokeo ya kibiashara yaliyokusudiwa tokea mwanzo wa uanzishaji wa biashara. Kwa hili ni mojawapo ya tatizo ambalo linawakumba wafanyabiashara wengi hasa hawa wadogo wadogo ambao wanakuwa wakianzisha biashara bila kuwa na mwongozo, kanuni na taratibu zile ambazo zinakuwa ni za kitaalamu zaidi ambazo zingewawezesha kuweza kupiga hatua moja na nyingine, lakini pia bila kusahau kuna tatizo la kukosa e, mwongozo wa utafutaji wa wateja, kwa sababu biashara ili iweze kustawi inahitaji mauzo na mauzo hayawezi kufanyika bila wateja, na wateja hawawezi kuja kwa sababu tu umeanzisha. Watu hawaji wa kwa sababu umeanzisha biashara, ila wanakuja kwa sababu umewapa sababu ya kwa nini waje, lakini pia umewajulisha kuhusu biashara yako. Sasa hapa ndo tunakuja kwamba e, biashara ni matangazo. Watu wengi wanaanzisha biashara wanakaa tu, wanasubiria wateja waje, wateja hawatakuja wateja watakuja mpale ambapo utakuwa umejitangaza kisawasawa, umewajulisha kwamba biashara yako ipo, sasa inawasubiri. Umewajulisha kwamba sasa wewe upo hapo kwa ajili ya kuwahudumia. Lazima watu wajifunze kujitangaza. Unaweza ukajitangaza kwa kutumia roko methods, ili njia za kawaida tu, unawajulisha mtaa kwa mtaa. Kwa mfano, alianzisha uh, kampuni tuseme tuite kampuni ya usambazaji wa wa, wa kuku wa kukaanga KFC yeye siku ya kwanza alipoanzisha hiyo biashara Alikuwa anapita nyumba kwa nyumba, jamani, nauza kuku wa kukaanga, nauza kuku wa kukaanga. Sasa walivyotambua kwamba anauza hao kuku, basi wakaanza kumiminika. Alipoona wamekuwa wengi, ndo akaanza kutengeneza mifumo baadaye, mpaka leo kutokea Marekani mpaka hapa e, nchi nyingi zaidi duniani kote, wameweza kupata hizo hizo bidhaa zake, na mpaka hapa Tanzania tuna maduka mengi na ofisi nyingi, e, restaurants nyingi za huyo jamaa ambaye alikuwa e, anafanya biashara ya kuuza hao kuku. Kwa nini? Kwa sababu alianza kujitangaza. Lakini pia bila kusahau, kuna ile kuingia kwenye biashara halafu hauna mpango wa kukabiliana na ushindani kwenye biashara. Ukiingia kwenye biashara bila kuwa na mpango wa kiushindani kwenye biashara, utapigwa utapigwa za uso, utatoka na manundu, hautaweza. Utaweza kutoka na chochote? Kwa nini? Kwa sababu uh, biashara tunasema ni kitu ambacho kinafanywa na kinafanikishwa na watu ambao wana nguvu zaidi kwenye market, kuna competition. Sasa kwa sababu kuna ushindani, sasa tunahitaji mtu ambaye ana mbinu za kukabiliana na ushindani, eh, sasa zile strategy za kuweza kukompiti kwenye market ndizo ambazo wengi wanazikosa. Kwa mfano kuna kumsoma mshindani wako. Wewe unauza vitu fulani, huyu mshindani wako anauza vitu hivyo hivyo. Yeye alikutangulia sokoni, wewe ni mchanga kwenye soko. Unahitaji kutazama yeye ana vitu gani ambavyo ni vizuri, halafu wewe unaangalia vile vitu vizuri unaviboresha, vinakuwa zaidi yake, halafu unaangalia udhaifu wake ni upi. Udhaifu wake ni ni huu, labda kuna sehemu fulani ana fail. Wewe unaingia kwenye kutumia udhaifu wake kama mbinu yako ya kumpiku Kwenye biashara. Kwa mfano kuna haya maduka ya mtaani au hizi biashara biya, ambazo zinauzwa na watu wengi mitaani hizi ndogondogo tunasema. Kwa mfano, amefungua yeye anafungua duka saa tatu, wewe unakuja na mpango mwingine wa kuweza kutumia udhaifu wake. Wewe unafungua saa mbili au saa moja au saa kumi na mbili, maanake huu muda ambao yeye ambaye ni giant sokoni ambaye yeye ana nguvu kuliko wewe sokoni yeye anapokuwa hajafungua, wewe umeshafungua. Anakuja kuingia sokoni, wewe ushapiga hela zako huku nyuma, maanake hii inakuwa ni mbinu ya kukabiliana na ushindani kwenye biashara, kwa maana kwamba umesoma udhaifu wa mshindani wako, halafu umeutumia kama sehemu ya ubora wako, ili kuweza kuwavutia wateja zaidi, kwa kwa sababu tayari yeye ana bezi ya wateja . Tayari yeye ana uzoefu kwenye soko, lakini pia yeye ana watu ambao tayari wameshajenga imani kwake. Sasa wewe, kwa ajili ya kutengeneza imani mwanzoni, lazima uweze kuwa na utaratibu, mwongozo na e, mbinu ambazo ziko very powerful, yani mbinu zenye nguvu za kuhakikisha unaweza kukabiliana na ushindani sokoni. Lakini pia uh, kwa kusaidia zaidi, ni muhimu watu kuepuka e, makosa ya usimamizi wa fedha za biashara. Sasa hapa kuna fedha za aina mbili, kuna fedha binafsi na fedha za biashara. Wengi hawana usimamizi mzuri kwenye fedha zao za biashara. e, e, sasa hapo unakuta pesa zilizoingia hazifahamiki ni kiasi gani, pesa iliyotoka haijulikani ni kiasi gani. Sasa ukisha kosea kwenye eneo la usimamizi wa fedha zako kwenye mtiririko ule wa kibiashara utakuwa tayari umeshakosea, ndo pale eh, wahenga wakatwambia kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Lazima eh, wafanyabiashara wajifunze pia kutunza taarifa zao za mapato na matumizi kwenye biashara zao, ili kwamba ile pesa inayoingia ijulikane ni kiasi gani, umepata hasara ujue sasa kwa kutoandika mapato na matumizi, hii imepelekea watu wengi kujikuta biashara zinaanguka kama kama muujiza, yani kama ajali pa, pa, um. vipi haelewi. Wamenio, hakuna aliyekuroga, umejiroga mwenyewe kwa sababu hauna maarifa juu ya uendeshaji wa biashara. Usimamizi wako wa pesa zako za kibiashara ulikuwa mbovu, hasukisha kuwa na usimamizi mbovu kwenye uendeshaji wa biashara kwenye fedha yako, inakuwa ni changamoto. Lakini pia kuna wale watu ambao wana, wanajikuta tu pesa inaingia halafu inatoka. Inapoingia na kutoka unakuta ni kama vile ana, ana, kuna tatizo lile la pesa ikiingia, anaona kama vile ni nyingi biggest mistake. Yaani, pesa ikiingia ukishaanza kuiona ni nyingi, utaitumia tu hovyo hovyo, kwa sababu eh, saikolojia ya akili inaamini ukiwa na vitu vingi huhitaji hata kufikiria namna gani utumie. Sasa, mm. wengi wakiuza wanadhani ile pesa kwa sababu hawajakalkulate hawaja, hawaja vizuri mtaji, mauzo, faida harisi. Kuna mtaji ambao ndio ile uliochukulia bidhaa. Alafu kuna mauzo jumla, alafu kuna faida harisi. Ukija kukalkulate pia na zile eh, zile gharama za uendeshaji gharama za kuwalipa labda vibarua ambao wamehusika katika namna moja ama nyingine, usafiri eh, zile, zile gharama mbalimbali ambazo unalazimika kulipia kama vile kodi, lakini pia gharama kama vile umeme na maji. Hizi gharama zote zinatakiwa zihusishwe, eh, katika mchakato wa utafutaji wa kiwango cha faida halisi iliyopatikana. Mm. Uh, utafiti wa soko au masoko mm. unasaidia una vipi biashara kudumu muda mrefu Utafiti wa masoko kwenye biashara unasaidia uh, biashara kudumu kwa muda mrefu uh, kwa sababu inasaidia kujua kwanza ni wapi uweze kuweka biashara yako kwa upande wa location. Mazingira yana support sana. Kama biashara yako umeweka sehemu ambayo sio sahihi, kwa sababu haukuwa na taarifa za kina kuhusiana na biashara, hili litakuwa tayari ni tatizo. Lazima eh, wafanyabiashara wote ambao wanaibukia na wale pengine ambao wako kwenye soko muda mrefu lakini hawatoboi au wale ambao wanaona kila siku mambo hayaendi, wajifunze kufanya tafiti za kibiashara ili iwasaidie kujua ni wapi eneo sahihi kuweka biashara yako. Lakini pia inasaidia kutambua hali halisi, yani uhalisia kwenye soko. Kuna mtaalamu mmoja alisema kwamba kuna ngazi kama tano kwenye biashara. Anasema ngazi ya kwanza ni ile ngazi ya matarajio. Ngazi ya kwanza katika upande wa matarajio Unakuta mtu anajua kwamba mm, nikianzisha biashara fulani nitapiga hela nyingi, nikianzisha biashara fulani nitapata faida kubwa. Sasa hii ngazi mara nyingi huwa ni ngazi ambayo haina uhalisia, iko kwenye matarajio tu ambayo yanakuwa na, na hisia za furaha ambazo ni ile kwamba naamini hapa naenda kufanikiwa, naamini hapa naenda kutoboa, naamini hapa naenda kufanya vizuri. Sasa ngazi ya pili ndo ile ngazi ambayo ukiingia soko unakutana na, na uhalisia sasa kwenye hapa kwenye eneo la uhalisia ndo wengi wanapokutana, na mambo ni magumu, mambo ni ni, ni changamoto e, hali ni ngumu, lakini pia vitu haviende. sasa akikutana hali kama hii ndo pale wengine kwa kukosa uzoefu, kukosa maarifa, kukosa ufahamu na kukosa e, ile experience kwa ujumla ya biashara anaweza akaingia hatua ya tatu ambayo tunasema ni anguko la biashara, ndo ile unakuta mtaji umekula. Eh, huelewi vitu vimeendaje? Mambo ni kama hayasogei. Unajikuta ni kama vile kuna yani kama kuna jinamizi limeivamia biashara yako. Kumbe ni ujinga tu, ufahamu mdogo, lakini pia eh, uendeshaji mbovu, lakini pia kukosa ujuzi na maarifa. Ngazi ya nne tunasema ni ile ngazi tunaweza bounce back, kurudi kwenye biashara baada ya anguko. Yaani baada ya kukuta changamoto, baada ya kupata e, mshkeli kidogo, baada ya kukuta vitu havendi unarudi kwenye biashara. Ukirudi kwenye ile biashara sasa ndiyo hapo unaanza kujifunza ulikosea wapi, ulipoanguka unarekebisha. Ulikuwa una changamoto gani? Ulikuwa hurekodi matumizi, mapato na hesabu kwa ujumla, unarekebisha. Ulikuwa changamoto ufanye utafiti kabla hujanunua bidhaa, unapata kurekebisha. Lakini pia ulikuwa labda well, shida yako ni kujichanganya au hujitengi na biashara, unarekebisha. Lakini pia unatafuta ujuzi wa ziada ili ukusaidie kwenda hatua ya ziada. Hiyo ni hatua ya ya ta- ya nne. Ya tano ndio ile hatua ambayo tunaita hatua ya kufurahia mafanikio. Umetoka kwenye matarajio, umeingia kwenye uhalisia, umefail then umerudi kwenye game halafu unakuja kufurahia, kwa sababu ume maintain kwa consistency. Tukirudi nataka uh, uh, swali hili nijibu. Mm, uh, biashara changa ama mkopo una msaada gani kwa, kwa, wow. kwa biashara changa wow.